mba tutapata nafasi ya kusikiliza uh, kusikiliza majibu ya Mheshimiwa waziri kuhusu tuhuma alizokuwa amezitoa Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo nitampa Mheshimiwa waziri uh, wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi, atoe huo ufafanuzi kisha tutaendelea na ratiba yetu, Mheshimiwa Omar Mchengerwa.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 na ujenzi wa barabara ya tactic kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii kutoa ufafanuzi katika hoja zote nne kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri ya jiji la Arusha. Kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi mapana ya taifa, ninaomba kuweka bayana ukweli wa hoja hii kama ifuatavyo. Kuhusu ujenzi wa jengo la utawala kwa jiji la Arusha ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni nane pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyo stahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019 wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, kama msimamizi mkuu, ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye kukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi, ujenzi. Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge. Hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo, Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya mheshimiwa waziri mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023, ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena, ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza ika tena upya mwezi wa nne mwaka 2024 na kuomba kulipwa malipo ya awali, ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo gorofa ya sita mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati mbili pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote mbili ni shilingi bilioni moja na milioni mia mbili pamoja na malipo ya awali jumla inakuwa ni shilingi bilioni mbili na milioni mia mbili na jengo lipo gorofa ya sita, na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa hivyo mkandarasi analipwa ya malipo yake kwa kazi alizofanya zikihakikiwa ziki pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi na mkandarasi mshauri, mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa, nasisitiza hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma tuhuma zilizotolewa na mheshimiwa Gambo zimechunguzwa. Niliagiza pia kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo ulibaini itilafu za kiufundi zilizojitokeza katika uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma yani nest, ambao vizio vya vipimo vilichanganywa kama ifuatavyo. Katika uchunguzi uliofanyika kilichoonekana ni vizio vya vipimo yani unit of measurement kuchanganywa katika vipengele viwili wakati wa kuingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa umma yani nest ni kama ifuatavyo: kipengele cha zege la sakafu la chini kwa unene wa milimita mia mbili ilikadiriwa kuwa mita za mraba 1128 kama ilivyoonyeshwa kwenye BOQ ya mhandisi mshauri. Hata hivyo, wakati wa kupandisha kipengele hicho kwenye mfumo wa manunuzi yani nest, kipengele hicho kilipandishwa kama mita za ujazo 1128. 2. Kipengele cha zege la sakafu la juu kiliainishwa kuwa ni mita za mraba 7 34 kama ilivyoonyeshwa katika BOQ ya mhandisi mshauri, lakini katika kupandisha kwenye mfumo ununuzi wa umma kipengele hicho kiliingizwa kama mita za mraba 7 34. Mheshimiwa Spika, management ya jiji la Arusha ilibaini kasoro hizo na kumjulisha mshauri mwelekezi kuhusu makosa katika vizio vya upimaji uliojitokeza katika barua yenye kumbu namba bc3 ie stok 149 ya tarehe kumi mwezi Februari 2025 na, na barua kumbu namba bc.3 stok 253 stok sifuri ie stok 150 ya tarehe 18 Februari ya mwaka 2025 Mtaalam mshauri alijibu barua hizo kwa barua yenye kumbu namba ka stok acc stok adm stok 2024 stok 20, 00, ya tarehe 28 Februari 2025 kwa kukiri kupokea mapungufu hayo na alichukua hatua za kumwandikia mkandarasi kumweleza mapungufu yaliyojitokeza kwa barua yenye kumbu namba KA stroke ACC stroke admin stroke 2024 stroke 24 ya tarehe 7 Machi 2025. Mheshimiwa Speaker, mkandarasi al, al, alimjibu mtaalamu mshauri kwa barua yenye kumbu namba TRB.JV.TBW stroke admin stroke ACC stroke HQ ya 2025 ya tarehe ya 8 Machi 2025 akikubali mabadiliko hayo ya vipimo tangu mwezi Machi kama yalivyoonekana katika mkataba. Taratibu za kuandaa mabadiliko adendam zinaendelea kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 hivyo gharama halisi za mkataba zitazingatia vipimo sahihi ambapo mradi utatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3 milioni 461 laki 7 na 12. Aidha, fedha za ziada ambazo ni shilingi milioni 416 ikiwa ni laki 9 na 83 na senti 27, ikiwa ni sehemu ya malipo ya awali zitazingatia utekelezaji wa kazi na makubaliano ya mabadiliko ya mkataba. Kwa kuwa hoja hii iliibuliwa na halmashauri ya jiji kuhusu vipimo husika na kukubaliana na pande zote mbili tangu mwezi Machi, si hoja mpya ilikwishafanywa kazi na ndio desturi ya mzami mikataba. Hoja hii inasimamiwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa na TAKUKURU wanaifanyia kazi kujiridhisha tangu mwezi Machi 2025 na muda wowote adenda itasainiwa na mkandarasi yupo eneo la mradi mpaka jengo litakapokamilika. Mheshimiwa Spika, haya si matamko tu, ni matendo yaliyokwishafanyika. Kuibua hoja ambazo zimekwishafanywa kazi kwa makusudi na mamlaka husika au zipo kwenye mchakato ni sawa na kusisitiza kuwa serikali ni kipofu na bubu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na awamu ya, ya sita. Serikali ya awamu ya sita inasimamia misingi ya uwajibikaji, misingi ya uadilifu na kujifunza kutokana na kila changamoto. Hatufichi makosa tunayoyakabili, tunayakabili kwa ujasiri, kwa sababu kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatupasi kuwa na serikali ya kuogopwa, bali serikali ya kuheshimika kwa uadilifu wake. Kwa njia hii tunawaonesha Watanzania kuwa serikali yao ni ya watu kwa watu na kwa ajili ya watu. Tunapambana na dosari kwa uwazi tunalinda rasilimali kwa uaminifu na, tunasimama na kusimamia kila senti kwa jicho la uzalendo. Mheshimiwa Spika, serikali hii imedhamiria kuwa sio tu kwa maendeleo bali ni nguzo ya maadili ya taifa. Tunaamini kuwa kuaminiwa ni mtaji mkubwa kuliko hata fedha, na kwa kila, kwa kila hatua tunayochukua kurekebisha dosari tunazidi kuijenga serikali ambayo Watanzania wanaweza kuiamini, serikali inayosema kweli, inachukua hatua na hatua hizi zilizokwishachukuliwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nisisitize tena hakuna mahala popote katika taarifa niliyoletewa inayoonyesha kuwa shilingi bilioni nane italiwa, na kwa kuwa mkataba ni mchakato ni maendelezo, mwendelezo wa kazi thamani halisi itaendelea kubaki kuwa e, kwa mujibu wa marekebisho ya mkataba na hakuna senti ya wa Tanzania itakayoliwa baada ya kukamilika kwa mkataba. Mheshimiwa Spika, ningependa ni kukumbusha, e, kukumbusha bunge lako tukufu e, kuwa masuala yote ya maendeleo kuanzia kwenye kamati ya maendeleo ya kata kamati za kisekta za halmashauri na mwisho baraza la madiwani, ambapo sisi wabunge ni wajumbe kote huko. Kama miongoni mwetu kuna kitu hap, uh, hujaridhika, turejee kwenye halmashauri zetu kwenye vikao vya kisheria kwenda kupata ufafanuzi zaidi wa jambo mahususi ambalo hatujalielewa sisi kama wabunge. Katika hoja hii pia, mheshimiwa mbunge alisisitiza kuwa kuna wafanyakazi hawakuchukuliwa hatua kabisa Mw mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utekelezaji wake kufanywa na, na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali yaani CAG aliyebaini mapungufu ya kiutaratibu ya na baada ya mapendekezo ya wa kisheria watumishi sita walishitakiwa, lakini zaidi kulikuwa na pia na kesi tatu za jinai za uhujumu uchumi zilizosajiliwa na mahakama dhidi eh, ya baadhi ya watumishi na baadhi ya watumishi. Watatu kati yao waliwekwa waliwe rumande kwa takribani miaka miwili kabla ya kufutiwa kesi kwa maamuzi ya mahakama ya rufani kanda ya Arusha tarehe 16 Februari 2024 kupitia rufaa namba 116 ya mwaka 2023. Kesi nyingine ziliondolewa na mahakama kwa mujibu wa kifungu cha 91 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa jinai sura 20. Hii inaonyesha kuwa serikali ilifuata hatua zote za kisheria na kiuadilifu katika kushughulikia tuhuma ikiwa ni pamoja na kusima, kusimamia haki uwajibikaji na misingi ya utawala bora, ambapo kamati ya uchunguzi iliundwa kushughulikia tuhuma hizo ilibainisha kuwa makosa waliyonayo ni ya, ni ya kufukuzwa kazi. Mheshimiwa Spika, ni muhimu kusitiza kwamba Mheshimiwa Gambo mwenyewe aliomba adhabu hiyo ya kufukuzwa kufu, kazi isichukuliwe na badala yake ipunguzwe. Mheshimiwa Mbunge alikuwa ni sehemu ya mchakato huu, alishiriki kikamilifu katika kikao cha kamati ya fedha na cha baraza la madiwani kilichotoa adhabu kwa watumishi waliobainika na makosa ya kinidhamu. Mheshimiwa Mbunge aliridhia na kushawishi kikao wapewe adhabu ya, ya chini kabisa kwa watumishi wengine waliobaki kukatwa mishahara yao kumi na tano, kwa asilimia 15 kwa miaka mitatu na bado wanakatwa wa mpaka sasa ha, na adhabu hii Mheshimiwa Spika haijaisha kama njia ya kuhitimisha mjadala wa kinidhamu na hakuwasilisha ha, pingamizi rasmi katika uamizi huo. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kuona yeye sasa akiwasilisha hoja hiyo bungeni kana kwamba ni jambo jipya au lenye sura ya kifisadi linaloendelea. Kuhusu ujenzi wa, wa soko la machinga. Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa soko la machinga kiasi cha shilingi milioni 500 kutotumika hadi sasa. Katika mwaka wa fedha 2021, halmashauri ya jiji la Arusha ilipokea kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa soko la wafanyabiashara ndogo ndogo, yani wa machinga eneo la Engutoto. Baada ya mapokezi ya fedha, taratibu za utekelezaji wa miradi zilianza, ikiwa ni pamoja na kutaarifu vikao rasmi kuhusu mapokezi ya fedha hizo na madhumuni ya serikali ya kujenga soko hilo katika eneo la Engutoto. Mheshimiwa Spika, baada ya taarifa hiyo kuwasilishwa ofisi ya mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mbunge Mrisho Gambo, Meya wa Jiji pamoja na Mkurugenzi wa Jiji walifanya ziara kutembelea eneo la Ngutoto na kubaini kuwa eneo hilo sio eneo sahihi kwa ajili ya ujenzi wa soko tajwa. Viongozi hawa wa wilaya pamoja na Mbunge walielekeza soko hilo lijengwe Semunge, maarufu kama eneo la kwa mchina. Katika hali hiyo ilibidi kiitishwe ki, kikao cha dharura cha kamati ya fedha tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2022 ambacho kiliridhia soko lijengwe eneo lililopendekezwa. Mheshimiwa Spika, baadaye ilibainika kuwa eneo lililopendekezwa ni eneo la viwanja vya, vya watu binafsi ambavyo ni vi, viwanja namba 16, 17, 19, 20, 21 na 22 block U kata ya kati, hivyo haliwezi kutumika kwa ajili ya ujenzi wa soko. tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2022 kikao cha kamati ya fedha cha dharura kiliitishwa eneo la uh, Engutoto kwa kuwa hapakuwa na eneo jingine linaloweza kujengwa soko hilo. Katika kuendelea kutafuta kuta, kuta eneo kwa ajili ya kujenga soko hilo kilifanyika kikao cha tarehe 7 mwezi wa tatu 2024 na walipendekeza maeneo matatu kama ifuatavyo: eneo la pembeni ya dampo, eneo la Intel na eneo la Bondeni City. Mheshimiwa Spika, kikao kingine kilifanyika tarehe 30 mwezi wa kwanza 2025 kati ya wataalamu wa halmashauri na uongozi wa wafanyabiashara wadogo wilaya, wilaya yani shiuma na kukubaliana kuwa soko lijengwe Bondeni City kwa kuwa mradi wa tactic wa ujenzi wa stendi kuu ya mabasi umeanza kwa kuanza na barabara. Baada ya makubaliano hayo, wataalamu wanaendelea na hatua ya kufanya ma, ma, ma, marejeo ya michoro makisio ya gharama kulingana na hali ya wakati huu na tunatarajia zabuni ya ujenzi itatangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025, na rekodi hapo iko live na soko litajengwa katika kiwanja namba 178 Block B, Lodjoro Bondeni City chenye hati namba 9127. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa ucheleweshaji wa mradi huu haukuwa matokeo ya uzembe, bali wa busara katika kuhakikisha kuwa jambo sahihi linafanyika kwa njia sahihi. Hili ni somo la uongozi kwamba wakati mwingine kukubali kutafakari upya si dalili za udhaifu bali ni uthibitisho wa dhamira ya kweli ya kutoa suluhisho endelevu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tumefikia makubaliano ya kutumia kiwanja namba 178, Block B katika eneo la Bondeni City, eneo lililo halali, wazi na linalokidhi matakwa ya kimazingira na kimkakati. Zabuni ya ujenzi inatarajiwa kutangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025, na serikali itaendelea kusimamia kila hatua kwa weledi na kwa uwazi. Ni muhimu tukumbuke maneno ya mwanafalsafa John Stuart Mill aliyesema, maendeleo ya jamii yanapimwa kwa namna taasisi zake zinavyowajibika kwa waliodhulumiwa wali au kusahaulika. Kwa muktadha huu, ujenzi wa soko hili ni zaidi ya majengo, ni sehemu ya heshima kwa maisha na juhudi za wamachinga wetu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali naomba kuwahakikishia Watanzania, haswa wamachinga wa jiji la Arusha kuwa soko hili linakuja tena, kwa heshima, kwa hadhi na kwa matarajio waliyonayo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 Fedha hizi hazikulengwa kwa ajili ya ubomoaji pekee. Nasisitiza, fedha hizi hazikutengwa kwa ajili ya ubomoaji pekee, kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesisitiza kwenye bunge lako hili, bali kwa utekelezaji wa mradi wa maendeleo unaolengwa kubadilisha taswira ya eneo hilo kuwa eneo la kisasa kabisa la kibiashara na la kuvutia. Uamuzi huu umetokana na maazimio ya vikao halali vya baraza la madiwani vilivyofanyika kuanzia tarehe 24 hadi 25 Februari 2025 ambapo mheshimiwa mbunge ndugu Mrisho Gambo alishiriki kikamilifu.